Watu watu wote nchi yenyewe wapiga kura usiozidi laki sita, laki sita wanapiga kura siku mbili, sisi huku wapiga kura milioni ishirini siku moja, na matokeo yanatokea jioni, kwa sababu Zanzibar nzima ni kama majimbo mawili tu ya Segerea na Ilala. Wapiga kura wake wameisha, wapiga kura wa Segerea mia tano na ishirini na ngapi? Ha, laki tano na ishirini na na hapa kuna wapiga kura zaidi ya laki tatu katika jimbo la, la Ilala. Ni hii ndio Zanzibar. Lakini sisi tunapiga kura siku moja, wao kule wanapiga kura siku mbili, na hii ilitokana na kususa kuingia katika uchaguzi, wakabaki peke yao, wakatunga sheria mbovu. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo msimamo wetu ni tunapigana huku, tunashiriki katika uchaguzi na tunashiriki katika uchaguzi huku tukipigana na Chama cha Mapinduzi. Hakuna kuacha washiriki uchaguzi peke yao. Kwa hiyo sisi tumechagua njia hiyo, na wenzetu wa vyama vingine huko wamechagua no reform no election. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa tutakutana kwenye vituo vya kupigia kura, tunapiga kura na tunalinda kura zetu, na kama mbunge wetu diwani wetu ameshinda, lazima tangazwe diwani wetu na mbunge wetu, vinginevyo hatutoelewana. Hatuto, hatuto, sitosema kama alivyosema Tundu Lissu tutakinukisha, nasema hatutatuelewana. Sasa hiyo kutokuelewana ndio itajulikana hapo hapo kwamba hatuelewani vipi maakawmaaad <laughs> <laughs> nay mwaiaewanashida kuthibitisha mahakamani kwa hiyo ndugu zangu, naomba ni nieleze hilo, na niwaombe sana wananchi wa jimbo la Ilala wanaotoka maeneo mbalimbali na wananchi wa maeneo mengine tuweze kuunga mkono harakati za mabadiliko katika nchi yetu. Twendeni tukapige kura, tusiache kupiga kura na tulinde kura. Mkisusia sisi wana wanaona haya matanzania mazwazwa, na ndio maana siku hizi wanakuwa wanaingia mwilini, yaani hawateki. Wanasiasa walianza kuteka wanasiasa wanaua, wakaja wakauana wenyewe eh, wagombea CCM na CCM wakabishana, wanateka wanaua, wakaja kwa mapadri, viongozi wa dini lakini baadhi ya viongozi wa dini wanakuja, a tuiombee nchi yetu amani. Hakuna mtu anayetaka vurugu katika nchi yetu, tunataka haki. Haki ndiyo inayozaa nini? Amani. Wanapokuwa na haki, wala huwezi kuitafuta amani. Lakini kama mnataka amani hii ya kulazimishana, siku zenu sio nyingi nalikiwaka Nuka hamna atakayeathirika mmoja nchi nzima, si itaingia katika janga la mapambano ya wenyewe kwa wenyewe, na hakutakuwa na jeshi la kuweza kuzuia mapambano hayo ya raia na vyombo vyao vya ulinzi. Hatujawahi kuona hiyo. Nepal huko wamefanya yao, Madagaska huko wamefanya yao, na maeneo mengine ya nchi duniani wanafanya yao. Hakunaga mambo wananchi wanapoamua kukataa kudhulumiwa, jeshi au wana vyombo vya ulinzi vikaweza kudhibiti wananchi wanaodai haki zao.